Karibu katika soko letu ambalo ulituahidi ishirini ishirini. Soko hili mimi ni mmoja miongoni mwa watu ambao ulizungumza nao kabla hatujalijenga, na nimefarajika kwamba tumepata uhai tukaanza katika mchakato mpaka leo, bado taifa linaendelea salama. Ni kuahidi katika soko letu hili na wafanyabiashara wote kwa ujumla bado tunaimani na wewe na tutaendelea tutaendelea kwa neema na wewe pale itakapofika ishirini na tisa Oktoba, tunajua tunafanya nini. Wafanya biashara, kabla hatujaingia katika biashara zetu siku ile, tutahakikisha kwamba katika maeneo yetu mbalimbali, kwa sababu soko mheshimiwa, limekusanya takriban Tanzania nzima. Tuna mikoa yote humu ndani o tuna majimbo yote ya mumu ndani. Kila mmoja atakuwa ni balozi kwa, kwa mwenzake ili kwenda kufikisha salamu za wafanyabiashara zungumza nini katika maeneo yetu. Mheshimiwa, wafanya biashara kwanza, kwa niaba yao wote wakupe pole juwa msiba ambao umetokezea ya juzi, jambo ambalo ni tukio kubwa la kadari ya Allah. Allah amsamehe mwenzetu pale ambapo alikosea, na ampe ujira mkubwa pale ambapo alipotia na sisi tulio nyuma yao